waj Kitongosima lakini tunataka tuweke sekondari ya pili pale. Nimezungumza na diwani azungumza na wenyeviti wawili wa vitongo wa vijiji Kitongo na Kigangama, shule yetu imefurika watoto ni wengi, tujenge shule nyingine ya pili ya sekondari ili watoto wetu watote

Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini, ishirini kampeni kuu za uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini sauti ilisikika kutoka katika kinywa cha mheshimiwa Boniventura Destery Kiswaga aliyekuwa akigombea kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, CCM waomba wananchi kula wa kijiji cha Lugeye na kuahidi ya kwamba kutokana na ongezeko la wanafunzi katika shule ya sekondari Lugeye, kuna haja ya kujenga shule mpya ya sekondari katika kijiji cha Kigangama na kijiji cha Kitongosima. Wengi walibaki midomo wazi, lakini mheshimiwa mbunge baada ya kiapo na kutangazwa kushinda kwa asilimia 89, ushindi ambao haujawahi kutokea tangu jimbo hili lilianzishwa mwaka 1965 simamizi wa uchaguzi uchaguzibuchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 28 maka 2020 katika jimbo la Magu kwa uchaguzi upande wa wabunge katika jimbo letu la Magu, kulikuwa kuna vyama vitatu vinashindana ambao liweka wbunge wake. Kulikuwa kuna chama cha ACT Wazanendo na kulikuwa kuna chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na Chama cha Mapinduzi. Mgombea kutoka chama cha ACT Wazalendo ndugu Sospita Lushanga aliweza kupata kura elfu mbili mia tisa na hamsini na tatu kura hizo ni sawa na asilimia 1.8. Mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo ndugu Reginald Kizera yeye aliweza kupata kura 14479 hiyo ni sawa na asilimia 9.1. Ndugu wananchi, mgombea wa chama cha mapinduzi ndugu Kiswaga Boniventura Desteri amepata kura laki moja thelathini na tisa Kura hizo ni sawa na asilimia 89, na mkabidhi ndugu Kiswaga Boniventura Destery wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa mujibu wa kifungu cha 81 A na kifungu kidogo cha B cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 343, ambaye amechaguliwa kwa mbunge kwa jimbo la Magu katika wilaya ya Magu katika uchaguzi uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2020. Mheshimiwa Boniventura Destery Kiswaga mbunge wa jimbo la Magu kwa kutumia mfuko wake wa kuchochea maendeleo ya jimbo alipeleka zaidi ya tofali elfu tatu na mia mbili katika eneo la kijiji cha Kigangama tayari kwa kuanza mchakato wa ujenzi wa shule mpya ya sekondari. Hatimaye serikali kupitia mpango wa kuimarisha elimu ya sekondari SEQUIP waliweza kuleta milioni mia tano na 83 ambazo zilianza kutekeleza mradi huo na kutekeleza mradi wa kiwango cha ubora kabisa. Shule ambayo imeweza kubeba wanafunzi zaidi ya 400. Wanafunzi ambao walikuwa wakisafiri umbali wa kilomita 14 kwenda na kurudi shule ya sekondari Lugeye akitokea kijiji cha Kigangama, sasa atahuduzulia umbali wa kilomita 1 kwenda na kurudi shuleni. Hapa ndo ukombozi wa mtoto wa Kigangama kielimu kutokana na changamoto, wengi walikuwa wakianza wakifaulu shule na kuanza lakini hawakuweza kumaliza kutokana na changamoto za vishawishi na kupewa mimba. Lakini shule hii ambayo iliahidiwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Magu wakati wa uchaguzi ni mkombozi wa fikra na mkombozi wa elimu kwa mtoto wa kike na mwana Kigangama na mwana Magu kwa ujumla. Hakika, hili jimbo la Magu lilimngoja mheshimiwa Kiswaga mbunge anayeahidi na, na kutekeleza ahadi zake kwa vitendo mwaka 2023 Julai ambapo mheshimiwa mbunge pamoja na mkuu wa wilaya ya Magu na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri waliwaongoza wananchi wa kijiji cha Kigangama kwa ajili ya kushiriki nguvu kazi kuchimba msingi na hatimaye kuanza kutekelezwa kwa mradi huu mara moja. emizkimballarukay <mimanyana> diwani mbunge sisi ni chombo cha wananchi, sisi ni chombo chenu, chombo cha kuwasikiliza, chombo cha kubeba, chombo cha kuwasemea. Miaka yote tumekuwa tukifika hapa, uhitaji wenu ulikuwa ni sekondari. Tumehangaika, ninyi mmechanga fedha, kama ambavyo mheshimiwa diwani amezungumza hapa. Mwaka jana tukasimamisha mwenyekiti wa kiji sababu ya fedha hizi tukakaimisha mwingine, lakini baada ya kukaimisha, ndio maana fedha zikawa zimekusanywa na kuhakikisha kwamba sasa tunafidia eneo hili. Kwa kwanza, niwapongeze nyinyi wananchi kwa ukali wenu kwa kutosita kumsimamisha mwenyekiti nikiwepo. Hongereni sana kwa jambo hilo. kuna mwanakimtolerango chene kwa hiyo mkurugenzi, wananchi hawa kwa kweli wanania njema. Kama chombo chenu, tulikwenda kumweleza Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Baada ya kumweleza, aliona kwamba kuna umuhimu wa kutupatia fedha za sekondari, lakini kabla ya hayo tulipata masharti kwamba angalau wananchi waanze hata nguvu kazi waanze hata choo waanze chochote. Kwa kweli mkaanza kuchimba choo, hizo ni nguvu kazi. Na mimi pia nikaona kwa mfuko wangu wa jimbo nilete tofali, tukaleta tofali elfu tatu na ngapi na mia mbili. Walipokuja wale watu wa kutazama, wakaona kwamba kweli sisi tuna uhalali wa kujiletea fedha kwa ajili ya kujenga sekondari. Sasa ndugu zangu, kama ingekuwa ni michango milioni mia tano themanini na nne, ninao imani kubwa kwamba baadhi ya kaya wa, wa baba wa familia hizo, kama tungekuwa tunachangishana kila kaya, ni zaidi ya shilingi laki mbili kila kaya. Kuna mwanaume wa Kigangama angeweza kubaki kwa familia yake ango ni niovela na ndango chane kapondoan. Kwa hiyo natakiwa mjue kwamba mheshimiwa rais, madarasa madarasa haya yanayokuja kujengwa yanajengwa madarasa yanayofanana na madarasa ya Marekani, yanajengwa madarasa yanayofanana na madarasa ya Kanada ya kapondo, yanajengwa madarasa mayo kwa kweli watoto wetu watakaa kwenye mazingira mazuri sana. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo kwa kweli ninataka niwaambie tu wananchi wa Kigangama kwamba mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan ametutendea haki, lakini cha kwanza kabisa cha kusema ni kwamba tumepata mradi kwa ajili ya kujenga shule ya sekondari, na taratibu za awali mlitupa ushirikiano wa kutosha <tuh> Mwezi uliopita TAMISEMI walifika hapa kwa ajili ya kujiridhisha, kwa sasa watoi fedha bila kujiridhisha na eneo lenyewe. Walifika kwa ajili ya kujiridhisha na kuona eneo kama linafaa, na wakaniuliza wananchi watakuwa na ushirikiano, nikawaambia watakuwa nao asilimia mia moja. Wakakubali kutupa mradi. Mradi huu itajengwa shule ya sekondari ambayo itakuwa na majengo yafuatayo: kutakuwa na jengo la utawala moja kutakuwa na jengo lenye vyumba viwili vya madarasa mawili, yani madarasa manne. Lakini pia kutakuwa kuna jengo lenye vyumba viwili vya madarasa pamoja na ofisi, manake itakuwa na madarasa jumla nane, lakini jengo moja wapo litakuwa na ofisi mbili. Lakini pili, kutakuwa na jengo la maabara ya fizikia, maabara ya kemia na maabara ya biolojia. Na pia kutakuwa na jengo la maktaba, kutakuwa na jengo la tehama, kutakuwa na jengo lenye vyumba vinne vyoo vyo vya wanafunzi wavulana na chumba maalum cha wavulana. Lakini pia kutakuwa na vyoo vya matundu manne na chumba maalum cha wasichana, kwa maana hiyo kutakuwa na matundu manane. Lakini maelekezo ya ujenzi wa vyoo hivi inatakiwa vyoo vikijengwa magharibi vya wavulana na vya wasichana vijengwe ma, mashariki, sio kujengwa kwenye sehemu moja, kwa sababu tunajua malezi ya watoto wetu na hawa wameshakuwa watoto wakubwa kwa hiyo kila choo lazima kiwe na shimo lake lijitegemee, sio kuunganisha pale pale. Lakini pia kutakuwa kuna choo cha walimu, kutakuwa na kichomea taka, lakini pia kutakuwa kuna tenki la maji. Kwa hiyo ukiona mradi huu ni majengo ni mengi sana, tunahitaji nguvu zenu wananchi, kutushika mkono ili tuweze kukamilisha. Na maelekezo ya serikali ni kwamba fedha hizi ambazo tumeletewa kwa ajili ya kujenga miundombinu hii ni lazima zitoshe ndio maana walifika hapa kwanza kuona umwitikio wa wananchi. Kwa hiyo tunaomba wananchi watusaidie kusogeza mawe, kusogeza mchanga, kuchimba mchanga, ili tuweze kukamilisha majengo haya yote ambayo tunatakiwa kukamilisha tarehe thelathini mwezi wa kumi ishirini ishirini na mbili ishirini na tatu. Wananchi wa Kigangama ambao leo tuko hapo kwa ajili ya zoezi hili, ni shukuru sana kwa kupata huu mradi. Tumepata fedha nyingi nyingi sana milioni 584 ni hela nyingi, nikiamini kwamba serikali imetuona. Nianze kwa kumshukuru sana mbunge wetu wa jimbo la Magu ambaye amepambana kwa hali na mali kuwashawishi huko juu, lakini pia ni mshukuru rais wetu wa serikali ya Tanzania, Samia Suluhu Hassani, ambaye pia ametuona baada ya kushauriwa kwa kuona uhitaji katika maeneo yetu kwamba kuna uhitaji wa kujengewa sekondari. Mheshimiwa mkurugenzi, eneo hili wananchi hawa hawa walifidia kwa hela zao kwa michango yao. Tunapokuwa tukizungumza leo, shule imekamilika na imepokea wanafunzi, na wanasema kwamba shule imewasaidia na huenda ikawa ukombozi wa kijiji hiki kwa upande wa, wa elimu. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa hii nchi yetu ya Tanzania pia mbunge wa, wa jimbo la Magu diwani, kwa kutusogezea shule karibu, kwa sababu hapo nyuma tulikuwa tunatoka Kigangama kwenda kwenda ndii Lugeye sekondari. Asa, asa tuseme kwa watoto wa kike ilikuwa ni vikwazo vingi sana njiani kiwemo vishawishi yaani kwa sasa hivi walipotusogezea shule karibu tunapata elimu bora, tunajifunza hata hivyo, tumetoa walimu bora. Tunaahidi serikali kusoma kwa bidii ili mbele tuje tuwe watu wakubwa, kwa mfano madokta, yeah, marais, mainjinia Shule ya Kigangama, tunapenda kumshukuru Rais Samia Suluhu kwa kutusaidia kutujengea shule karibu na, na, na, na, na miji yetu hii imetusaidia sana hasa kwa sicana kuepukana na, na, na, na tabia mbaya uko njiani tukiwa tunatembea umbali mrefu kutoka, kutoka Mwanchimwa mpaka Luge Secondary School. Hii inatusaidia hii ni faida kwetu, kwa, kwa wanafunzi imetusaidia sana kuweza kuwa karibu na shule. Nachukua nafasi hii kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa mchango aliotusaidia kutoka kutembea umbali mrefu, kutembea umbali mrefu ambapo tungetembea umbali mrefu, tungepata changamoto nyingi njiani. Tulirahisisha kutembea umbali mdogo, tunamshukuru. Tumepata faida nyingi sana tulipo, tuliporahisishiwa huduma ya elimu kata ya Kitongosima. Tumepata faida nyingi, faida moja wapo ni kama tunapata masomo kwa muda muafaka. Tuna, tunatembea mbali tunatembea mbali mfupi kuliko, kuliko kuchoka atupati hatuchoki. Pia penda kutoa shukrani zangu za dhati kwa rais wa nchi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiona jamii ya kijiji cha Kigangama kuwaletea huduma ya elimu imini shule ambayo imejengwa kwa ubora pia tunashukuru umoja wa halmashauri mbunge, pamoja na kabineti ya madiwani wa jimbo la Magu akiwemo na, na, na diwani wa kijiji cha Kigangama, I mean kata ya Kitongosima. Tunashukuru sana ktai kwa sababu mperekea kuwasaidia akutimiza ndoto yao kwa maana ya kwamba wamekutana na changamoto ambazo wamezipata wakiwa wanaenda kuitafuta elimu ya sekondari. Sasa shule ina jumla ya wanafunzi 233 wa kidato cha pili. Pia tumeongezewa tena wanafunzi wa kidato cha kwanza ambao wako jumla ya 183. Kwa hiyo jumla ya wanafunzi wote watakuwa ni 416. Pamoja na kusema hayo, tuna changamoto zifuatazo. Tunaomba wazidi kutuongezea juhudi au kutuongezea huduma zinazowafanya wanafunzi wasome kwa ufasiliu. Maji ni shida, tunaomba kama inawezekana watuone kwa jicho la pili, wapate kutuchimbia kisima cha kina kirefu au kutuboreshea mabomba ambayo yanakuwa yanatoa maji kwa muda wa masaa ishirini na nne. Pili, tunahitaji pia huduma ya kuwekewa angalau nishati I mean umeme wa muda au umeme wa permanent, kwa maana ya kwamba wawe wanapata muda wa wanafunzi wakuja hata jioni kufanya maandalizi ya kujisomea, kwa sababu saizi hii shule tuko mwaka wa pili. Kwa hiyo wanafunzi ambao wanajiandaa kufanya mtihani wa taifa mwaka huu pamoja na walimu wengine wote wanafunzi, lakini wanakijiji, kwa kuendelea kuyatunza mazingira yetu, naomba tuendelee kuyatunza kwa ajili ya maisha yetu hapo baadaye, tukitambua kwamba mazingira ni kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Lakini ni nimshukuru sana mkurugenzi na mtendaji mkuu wa shirika la Aksi, kwa kuendelea kutusapoti katika swala la taaluma. Leo hii ameweza kutupatia solar panel kwa ajili ya mwanga wa jua katika shule yetu ambayo inaenda kusaidia watoto, wakati wa usiku wataweza kujisomea wakati tunasubiria umeme wa TANESCO uweze kufika mahali hapa. Kwa hiyo tunaamini sola paneli hii inayoenda kufungwa hapa leo inaenda kubadilisha, inaenda kubadilisha matokeo ya wanafunzi wanaosoma katika shule hii kwani watapata muda wa ziada wa kujisomea na tunaamini wana, wataenda kufanikiwa. Lakini jambo jingine ningependa sana ku, kuendelea kuwaomba waweze kuyatunza zaidi mazingira haya tunapoendelea tunaona mgeni wetu leo ametuahidi kutupatia miche ya matunda zaidi ambayo tunaamini ikiongezeka hapa tunaenda kuwa na mazingira mazuri zaidi. Nimefurahi kutembelea mazingira ya shule, ni wapongeze walimu kwa kazi nzuri mnayoifanya. Nipongeze mwenyekiti wa kijiji, nipongeze Mheshimiwa diwani pamoja na viongozi wote. Kwa kweli shule ipo katika standard nzuri kabisa, inaridhisha na nimeona majengo ni mazuri yanapendeza. Tunampongeza Rais wetu Samia Suluhu kwa kazi ambayo anaifanya katika kuboresha elimu Tanzania. <tib titled> Nasi tuna kama shirika la Access tunaungana pamoja naye kuhakikisha kwamba tunasukuma gurudumu la maendeleo. Lakini pia nimefurahi kuona mazingira mazuri sana, tutaikabidhi kwa ofisi ya Mheshimiwa diwani wetu hapa iweze kufika mahali hapa waendelee na upandaji wa miti hii lakini pia tumesikia changamoto ya maji. Kama shirika tutajitahidi kuweza kuwasiliana na wadau wetu, ili tuone namna gani tutashikana mkono kuhakikisha kwamba maji yanapatikana na shule inakuwa katika hali nzuri. Nashukuruni sana na niwapongeze sana. Nikiripoti kutoka hapa Magu kwenye tumetekeleza, mimi ni Dominic Kibubeshi wa Tuntume Media.